Naam, mtazamaji nao sekta za afya, maji, barabara na kilimo ni miongoni mwa sekta zilizopewa kipaumbele katika makadirio ya bajeti ya serikali ya kaunti ya Kwale ya mwaka 2025 mwaka 2026. Haya yamebainika katika vikao vya kukusanya maoni kutoka kwa wananchi kulingana Kiti wa kamati ya bajeti katika bunge la Kwale, Manza Beja, bajeti ya mwaka huu ni takriban shilingi bilioni 10.2. Kufikia sasa serikali ya Kwale imejenga na kuboresha vituo vya afya 178. Huko hospitali tano za Kwale, Kinango, Lungalunga, Samburu na Mkongani zikipandishwa hadi daraja ya nne ili kupunguza mahangaiko kwa wakazi wanapokuwa wakitafuta matibabu maalum. Eh, afya haiwezi kuboreshwa kama hakuna barabara. Hii miradi imeshikana. Imeshikana kivipi? Ikiwa una maji, maji machafu, magonjwa, magonjwa yatazidi. Ukiweka maji masafi, unapunguza mago, kwa hivyo ruwaza ya health si lazima madawa peke yake, vile vipengele ambavyo utakuwa umeviweka vinaweza kufanya vipi ukapunguza bajeti ya, ya madawa kwa sababu umeweka miundo msingi ambayo inafaa. Miradi hata ikishapitishwa tutaregesha kwa mwananchi kumthibitishia kwamba hii ndio miradi mlikuwa mmeomba na kulingamana uueso, na uwezo na bajeti yetu ile ya mwaka wa kifedha 2025, hii ndio miradi iliweza kupata pesa, so mwananchi anakuwa anaimonta ile miradi yake, na mradi haufanyiki katika wodi pasipo kuhusisha mwananchi. Kila kinachopangwa hapa, kwa mfano ha, kama ni maji, kama ni barabara, hivi tunavyozungumza ni kwamba kila ikiwa tu, tuna, tuna, tuna mradi ambao tumepangiwa hapa, tunaletewa uh, public participation, tunakuja kuzungumzia, na tukizungumzia lile ambalo tunalizungumzia ndilo ambalo huwa linapitishwa kule na linafanyika.